Mashabiki wameweza kumjibu King Kiba kufuatia kile ambacho amekiandika katika page e, na ukurasa wake wa Instagram majira ya jana, ambapo e, King Kiba official Alikiba kufuatia page yake na mtandao wake wa Instagram ameweza kuvunja ukimya wa muda mrefu, ambapo watu walikuwa wanamsubiri kwa hamu sana e, kuja kusikia kitu gani atakuje ukisema, maana wasanii wengi walishatoa pole kwa Tanzania ambao wamepotelewa na ndugu zao katika furugu ambazo ziliweza kutokea Oktoba Oktoba 29 Oktoba 30 hapo e, otob so, Alikiba ameweza kuvunja ukimya kwa mara ya kwanza kuandika ujumbe eh, ambao kimsingi ulikuwa ni ujumbe mfupi tu, lakini short and clear, lakini baada hapo wakaja eh, watu na maoni yao kumshambulia Alikiba kufuatia kile ambacho ameweza kuandika. Karibu nikusomee eh, nukta ya kwanza hadi ya mwisho ambayo ameweza kuandika Alikiba bila kuongeza wala kupunguza chochote, lakini baada hapo tutarudi kuangalia maoni ya watu kwa upande wa comment section, walikuwa wanaandika nini baada ya chapisho hili la Alikiba. Mimi ni Todd Alexander, hapa ni Blue House Dax Media, subscribe hapo chini. Kufuatia page na ukurasa wake wa Instagram official Alikiba kaweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo: Poleni ndugu zangu wa Tanzania, na ninawaomba msamaha kwa kuwa Eh, eh, kwa kuwa kwanza. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Likiba, afu akamalizia kwa kuflash eh, emoji ya shukrani eh. So nilikuwa napitia baadhi ya comments za wadau kufuatia page moja ya Bongo Trending ambayo aliweza kupost hii habari. Wadau walikuwa wanachangiaje? Huyu hapa anaitwa Xava wa Mchongo kaweza kusema kwamba huyu jamaa ananyota sana, unashindwa hata namna ya kumchukia. Mwingine kaweza kusema kwamba kwa nini angoje tumelala ndo aombe msamaha, hi bado ni dharau mwingine akaweza kusema kwamba uh, msamaha wako umepokelewa kaka. Ofisho Alikiba kamtage. Mwingine akaweza kusema kwamba msanii mkubwa aliomba msamaha, hao wengine ni watu wa pole tu. Mwingine akaweza kusema kwamba sawa, tunasubiri posti ya kukemewa, kukemea vitu ambavyo vinaendelea. Mwingine akaweza kusema kwamba msamaha wa nini tena ali huku eh, buman, bumanda eh, lishazidishwa lishazi amira amini huku bumunda eh, lishazidishiwa amira kosda yao. Huyo mwingine akaweza kusema kwamba huyu sasa ndio eh, kioo cha jamii, sio Diamond kilo eh, cha jikoni kioo cha jikoni eh. mwingine akaweza kusema kwamba mwandiko mfupi hivyo kama mlio Netflix mwingine <laughs> mingine akaweza kusema kwamba kwa mara ya kwanza nashindwa kumtukana msanii. Haya bana. Huu mwingine akaweza kusema kwamba sijui, ila Alikiba simchukii, nilimsamehe mda, hata bila kuomba msamaha hadharani. Huu mwingine akaweza kusema kwamba msamaha hauridhishi uhai, fanyeni kitu, tokeni ndani. Mwingine akaweza kusema kwamba waendelee kujipotosha hivyo hivyo, ili tukumbuke kuwa unfollow kama tuliosahau mwingine akaweza kusema kwamba ila Ali una mitego haya, nimekusema mai. Mwingine akaweza kusema kwamba hawa jamaa wanatuomba msamaha kuwa maslahi yao binafsi, tusikubali hata wakiomba msamaha, ndugu zetu hawawezi kurudi. Mwingine akaweza kusema kwamba mbona sasa ndo anazidi kutukwaza huyu? Mwingine akaweza kusema kwamba alafu mbona mnasamehe kirahisi hivyo? huyu si ndo alikuwa wa kwanza kutoa pole Kenya? Hatutaki. Mwingine akaweza kusema kwamba pole inafufua eti Msituone maboya, hizo tuzo zenu eh, pelekeni huko. Mwingine kasema kwamba hatutaki unafiki wao wa kutuomba msamaha, wamwombe msamaha Mungu na sio sisi hu. Mwingine kasema kwamba hakuna kuchagua, wote waadhibiwe, wa hakuna kucheka na, na kima. Mwingine kasema kwamba yani Tanzania mnaleta utimu kisa mtu kaomba msamaha, ila mambo yake yaende. Mwingine anaweza asema kwamba afu anatuona tuko disparate eh, na hivyo eh, vimesimama vyao kama imla, we don't give, eh, akiongea maneno fulani magumu. Mwingine anaweza kusema kwamba na sheti lake kama mpiga tarumbeta. Hizo ni baadhi ya komenti za dawa ambao wameweza kuchangia baada ya official Alikiba kuandika andiko hilo katika peji na mtandao wake wa Instagram. Uona hili, zungumzaje hili? Shusha komenti yako hapo chini. Mimi naitwa Dodax, jumbo la blundo, hili hapa Dax Media tunaruka na update kila wakati na kila mda.